Habari, karibu katika mada ya leo ambapo tunakwenda kuangalia aina ya magonjwa yanayopelekea ya maumivu makubwa ya kichwa. Maumivu ya kichwa yanaweza kusababishwa na sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na msongo wa mawazo, mabadiliko ya hali ya hewa au hata lishe duni. Hata hivyo, wakati mwingine maumivu makali ya kichwa yanaweza kuwa dalili ya, ya magonjwa fulani yanayohitaji uangalizi wa, wa haraka wa kitabibu katika video hii tutaangazia magonjwa kumi yanayoweza kusababisha maumivu makali ya kichwa na jinsi ya kuyatambua mapema. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye chaneli hii, tafadhali usisahau subscribe ili uwe wa kwanza kupata mauzui pale ambapo tuna upload. Magonjwa yanayosababisha maumivu ya makali ya kichwa ni pamoja na ugonjwa wa kwanza ni migraine au kipandauso. Haya ni maumivu ya kichwa yanayodumu kwa saa kadhaa hadi siku kadhaa mara nyingi huambatana na kichefuchefu, mwanga mkali au kelele kuwa kero, kusababisha na mabadiliko ya kemikali kwenye ubongo au msongo wa mawazo. Sababu ya pili ni shinikizo la juu la damu, huu ni ugonjwa wa pili au hypertension. Shinikizo la juu la damu kupanda sana, yani hypertensive crisis inaweza kusababisha maumivu makali ya kichwa. Dalili zingine ni kizunguzungu, kutoka na damu puani au kuona ukungu. Ugonjwa wa pili ni matatizo ya macho glaucoma na eye strain. Glaucoma ni ugonjwa wa macho unaosababisha shinikizo kwenye jicho na unaweza kupelekea maumivu makali ya kichwa pia matumizi ya muda mrefu ya skrini bila kupumzika inaweza kusababisha maumivu ya kichwa. Ugonjwa wa nne ni maambukizi ya ubongo meningitis na encephalitis. Meningitis ni uvimbe wa utando wa ubongo unaosababisha maumivu makali ya kichwa, homa, shingo kukakamaa, na kuchanganyikiwa. Encephalitis ni maambukizi yanayoathiri ubongo moja kwa moja na yanaweza kusababishwa na maumivu ya kichwa, kelele au kupoteza fahamu. Ugonjwa wa tano, sinusitis, maambukizi ya sinus, yani nafasi kwenye uso, ni uvimbe kwenye njia za hewa za pua zinazosababisha msukumo mkubwa kichwani husaidia husababisha maumivu ya kichwa hasa kwenye paji la uso na chini ya macho. Sita, stroke yaani kiharusi. Maumivu ya kichwa ya ghafla inaweza kuwa ishara ya kiharusi, hasa kama yanambatana na udhaifu wa mwili, shida ya kuongea au kupoteza usawa wa mwili. Hii ni hali ya dharura na inahitaji matibabu ya haraka. Saba ni saratani ya ubongo, brain tumor. Ingawa ni nadra, uvimbe kwenye ubongo unaweza kusababisha maumivu ya kichwa yanayozidi kuwa makali kwa muda. Dalili zingine ni kichefuchefu, matatizo ya kuona na kupoteza kumbukumbu. Dalili ya nane, matatizo ya mgongo wa shingo, cervicogenic headache. Maumivu haya yanatokana na matatizo ya shingo kama vile arthritis au misuli iliyovutika. Mara nyingi huambatana na ugumu wa kugeuza shingo. Tisa ni ugonjwa wa temporal arteritis. Hii ni hali ambapo mishipa ya damu kwenye paji la uso inavimba na kusababisha maumivu makali ya kichwa. Dalili zingine ni uchovu waku, na kupungua kwa uwezo wa kuona. Matumizi mabaya ya dawa za maumivu, medication overuse headache. Hii ni sababu ya ugonjwa. Hii ni kitu kingine ambacho kinaweza kupelekea maumivu makali ya kichwa. Kutumia dawa za kupunguza maumivu kwa muda mrefu kunaweza kusababisha maumivu ya kichwa badala ya kupunguza. Dalili ni maumivu yanayorudi mara kwa mara na kushindwa kuisha hata baada ya kutumia dawa. Lini utafute msaada wa kitaalamu yaani msaada wa daktari. Kama unapata maumivu ya kichwa yenye dalili zifuatazo, ni muhimu kutafuta msaada wa kitaalamu mapema. Kwanza, maumivu makali yasiyoisha hata baada ya kutumia dawa, kushindwa kuona au kuongea vizuri, kushindwa kusimama au kupoteza fahamu, maumivu yanayopatana na homa kali au shingo kukakamaa. Maumivu ya kichwa yanaweza kuwa ya kawaida, lakini pia yanaweza kuwa ishara ya ugonjwa mkubwa. Ni muhimu kuelewa chanzo cha maumivu haya na kuchukua hatua mapema. Kama umewahi kukumbwa na maumivu ya kichwa kutokana na mojawapo ya magonjwa haya, tuandikie kwenye sehemu ya mahoni, ili nasi tujifunze ulifanyaje. Ulikuwa nami Daktari Lenikomba, hadi wakati mwingine.